salli wasallim tasliman kathiran kathiran ila yawmid din walhamdulillahi rabbil alamin. La kwanza, nawashukuru sana kama alivyotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu, nawashukuru sana wenzangu ambao mmenipa fursa hii ya kuungana na nyinyi katika hili jambo, katika mambo yote haya mawili, kwanza la sala ya Ijumaa, lakini na hili la pili tulolifanya kubwa zaidi la dua. Tumeambiwa hapa kasema Sheikh Hassan Jan kwamba katika mlango muhimu sana katika ibada basi ni mlango wa dua dua kwa sababu ndipo tunapotawakal, tunapomwelekea Mwenyezi Mungu kutaka atusaidie katika mambo yetu, kutaka mambo yetu atunyoshe. Na hili muhimu kwa sababu ni sehemu ya kuonesha jinsi gani tunamtegemea, tuna tawakal kwa Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye anajiona pengine mwenye kibri mtu ambaye kasahau ya Mwenyezi Mungu kapungukiwa na ucha Mungu kama tulivyoambiwa kwenye, kwenye hutuba, basi hawezi kukaa akasema anaomba dua, kwa sababu yeye anaona anajitosheleza na hii dunia. Sasa hivi tumefika wakati kwamba ukisema unatawakali kwa Mwenyezi Mungu, umefanyiwa jambo ukasema mimi namwachia Mwenyezi Mungu, au mtamuomba Mwenyezi Mungu, mtu anakuona huyu jamaa kaishiwa, badala kulitafuta kwa kifua chake, yeye anasema kwamba mimi namwachia Mwenyezi Mungu, unaonekana dhaifu, unaonekana umeishiwa, unaonekana maneno ya vijana fala, kwamba ndio mwisho wako hapo basi kwamba wewe yote labda uliofanyiwa umenyang'anywa basi wewe unatawakal unamwachia Mwenyezi Mungu. Sasa hii ni tofauti baina ya wacha Mungu na ambao wamemsahau Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi Mwenyezi Mungu kutubakisha katika njia tukasema yetu, tunamwachia Mwenyezi Mungu na ndio alivyotaka. Basi hili ni jambo kubwa sana, na mimi nashukuru kwamba e, kupata fursa kushiriki katika hili, kuwa na nyinyi wenzangu, na naomba inshallah tuendelee kuwa pamoja katika hili. Mimi niseme hili kidogo tu kwamba la dua hapa, tulitokewa na matokeo katika nchi yetu, suala la uchaguzi na alhamdulillahi, tukatawakali kwa Mwenyezi Mungu vile vile, na mi nasema Mwenyezi Mungu alipokea dua zetu, alipokea dua zetu kwa sababu moja kubwa sana, yote yatakayotokea, lakini mwisho wa siku natazama e, usalama wa nafsi za watu, usalama wa mali zao, usalama wa heshima zao lakini kubwa zaidi usalama wa nchi ambayo tuna tunaishi kwa msukosuko ulivyokwenda, na hata kwa yaliyotokea wakati wa uchaguzi, sote ni mashahidi kwamba leo tuko salama na nchi yetu iko salama. Tutasemaje Mwenyezi Mungu hakupokea dua zetu? Haya mengine wengine tulioyatamani, haya ni yako mikononi mwake, eh yeye ndiye ambaye anajua atayafanyaje. Yeye anajua kwa wakati gani, kwa namna gani, lakini kubwa zaidi kwetu sisi ni salama yetu, nafsi zetu, mali zetu, heshima zetu na pia usalama katika nchi yetu. Tumeyaona yaliyotokea kwa upande wa wenzetu, hawakuyategemea hawakuyatarajia na mimi ninaamini kwamba kule kwa wenzetu hayakuwa yamepangwa, huku kwetu nayaona kwamba yalipangwa, lakini Mwenyezi Mungu akatuepusha nayo. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa sana, lakini katika hili kuna moja ambalo tunaweza kuwa tunalisahau au hatulioni. Mimi naomba sote hasa wale ambao wameshatimia wa umri wa kwamba ni wazee ni walezi ni wachunga, mimi naomba jambo moja hili, tutanabahishana, tulione, kwa sababu ni rahisi kulisahau, ni rahisi kulipita, tukaona maisha yanakwenda, lakini unaishi maisha gani ndio muhimu, utakwenda kuishia vipi ndio jambo la muhimu. Yaliyotokea naye anaoendelea kutokea, kwamba katika nchi yetu hii tulivyo, bado mpaka leo tumefika pahala kwamba ikifika uchaguzi sote roho juu. Hili halifanani na sisi watu wa nchi, halifanani kwa sababu Mwenyezi Mungu katupa neema kubwa, katupa neema kubwa ya kuwa Waislamu wengi, Uislamu ambao muongozo wetu ni kitabu kilichokuwa kitukufu kuliko kitu chochote duniani, kilicho na neema kubwa, kwamba katupa mwalimu wa kutufundisha, na kaondoka mwalimu wetu akatuachia warasi wa, wa, wa mwalimu wetu waliokuwa watukufu kabisa, wazee wetu, walimu wetu na wao alhamdulillah wakatufikisha leo, bado tuko hivi tulivyo. Lakini moja ambalo tunajifunza katika, na hasa huu uchaguzi uliopita, kwamba tunayoyafanya haya tukaweka na roho juu, ni sisi wenyewe, ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni jirani zetu, ni sasa hili tuseme liko mikononi mwetu, lakini huku tunakokwenda naomba jamani tu, maana kuna mambo mengine nchi hii ukiyazungumza, mtu kishakimbilia kwenye siasa, kishakimbilia kwenye vyama. Wenye vyama ni sisi, wenye siasa ni sisi, na wafanyaji ni sisi. Sasa sijui kama majibu hayo yanakubalika kwamba ah, mimi nilifanya haya nikiwa kwenye siasa, nilighushi hili kwenye siasa, nilidanganya hili kwenye siasa. Sina hakika hayo, waliokuwa walimu waliokuwa wenye elimu wao wanajua zaidi, lakini mi nasema kwamba haya mchanganyiko wake ndio anaotupelekea tukawa roho juu, na bahati mbaya hayapungui. Maana ingekuwa ah, mwaka jana ilikuwa haijambo, mwaka huu ikawa, mwaka huu ukawa afadhali, lakini tumeaona mwaka huu. Maana huko nyuma kuna watu maalumu wakifanya, lakini mara hii tumeona watoto wadogo, na sisi ndio walezi Tunadhima, tunadhamana, tuna dhamana kwamba watoto hawa tuwanyoshe. Tumewaona leo watoto wa kike eh, wamo katika ghushi eh, wamo katika ghilba, wamo kwenye vurugu, wamo kwenye. Watoto wa kike hawa ndio wanakuja kuwa mama kesho na keshokutwa, hawa wanakuja kuwa ndio walezi hawa wanakuwa ndio wake za watu. Sasa ndo unaosema kwamba hayo mengine yote tuyawache, lakini hili ndugu zangu, naomba tutahadhari sana tutanabahi vile vile. Leo unapofika pahala ukawa na mtoto wa nchi hii wa Kizanzibari, mtoto wa Shangani mtoto wa Mkwajuni eh, mtoto wa Mkokotoni, mtoto wa Tazari, mtoto wa eh, Matemwe, wanungwi, wamakunduchi, wachokocho, wapandani, wa wapi, ikawa leo haogopi kufanya jambo la dhulma, haogopi kuchukua silaha akamuua mwingine, akatoa roho ya binadamu Jamani, ni pakubwa sana hapa fanani, na mengine pengine hatuyajui. Tukisema hivi, labda mnaona pengine hatuyajui. Inshallah, huku mbele tunakokwenda tutayajua yote, mengi yatakuwa hadharani. Nachosema mimi tu kwamba hii ni zima yetu sisi sote. Hakuna, hakuna chama, usisikie tunavitaja tu, lakini chama ni sisi eh? Wala hakuna chama kitakachokwenda wajibishwa, tutoka kwenda kuwajibika ni sisi. Naam, tunafanya yote haya, mtu tunabeba, tunayachukua kwa sababu ya mambo ya lahua. Mimi nasema kwamba lazima iwe hivi, lazima iwe hivi. Ndugu zangu, mi nachotaka kusema tu, tumeambiwa hapa ucha Mungu si sala tano, sifunga peke yake, lakini ni akhlaki zetu, ndio ilivyokusudiwa, kwamba zifanane na hizo sala zetu, zifanane na funga zetu, zifanane na hija zetu, zifanane na hizi tunazozifanya za kawaida mwisho wa siku basi zionekane kwamba hawa ndio wale wanaosali, hawa ndio wale wanaofunga, hawa ndio wale wanaohiji, hawa ndio wale wanaokaa msikitini juma wakawaidhiwa. Hatuna, hatufanani. Yani utasikia labda ni sawa sana kwamba mtu anapika, unasikia harufu, wasema huko kuna kujabiriani, hata ukija Msambwija yeah. yani mtu anavyosikia huko anajua huko kwa harufu hii inayotoka labda ni hichi sasa. Ndio na sisi ni hivyo hivyo, kwamba havi tuna matayarisho yetu tulivyowekwa, tulivyo, na mwisho wa siku na sisi wenyewe naona kama tumekuwa tu tafauti. Kwa hiyo mimi ni waombe yale tunawaidhiwa msikitini, tunawaidhiwa hasa kwenye sala hizi za Ijumaa, basi na hizi ibada zetu nyingine zitufae tufanane na Uislamu wetu tufanane, eh, tufanane na dini yetu tufanane na historia zetu na mila zetu na akhalaki zetu za nchi hii ambazo mimi nasema ni tukufu kabisa. Wenzetu wanazisifu lakini sisi wenyewe hatuziona Tusikubali tukapotea wala tukapotezwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatu uh,